Mstari wa ishirini na tano Mikaya akamwambia, Angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme, mkaseme mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani Bwana hakusema kwa mimi, akasema sikieni enyi watu wote. Sasa tunaona habari hizi ni habari njema ambazo zinatufundisha jambo moja hapa, zinatufundisha jambo moja hapa. Bwana Yesu asiwe sana, zinatufundisha jambo moja hapa ya kwamba kuna kweli ya Mungu. Sasa Ahabu ni mmoja wa watu ambaye alichukia kweli ya Mungu na ndivyo ilivyo leo kwa wakristo wa leo. Kuna wakristo wengi wanachukia kweli, akiambiwa ukweli anakasirika, na mbaya zaidi anamkasirikia yule aliyemwambia kweli. Huyu Ahabu alimkasirikia Mikaya ambaye anasema kweli ya Mungu. Sasa bila kujua ya kwamba anamchukia Mikaya, tayari amemchukia Mungu. Bwana Yesu asiwe sana, tayari anamchukia Mungu. Huyu ni nabii ambaye anazungumza kweli, ananana kweli, lakini manabii wengine watatokea wataanza kumpinga, wakaanza kumpinga wakamwambia, huyo mungu gani uliye naye ambaye wewe amekutokea na kukwambia haya maneno? Ni mungu gani huyo? Ni mungu gani huyo? Ni mungu gani huyo? Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Watu wa Mungu wanajiuliza ni mungu gani huyo uliye naye ametoka saa ngapi kuja kwako, kuja kukupasha hizo habari, hizo taarifa bianasema kwamba Ahabu akamulisha Mikaya atiwe gerezani na apewe chakula cha shida, anywe maji ya shida mpaka atakaporudi kwa amani. Na Mikaya bado alizidi kusimama na kweli, akamwambia, ukirudi kwa amani basi, mimi mimi mimi mimi ujue ya kwamba si Mungu aliyeniambia si Mungu aliyeniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yake, maisha ya Ahabu, siku zote anahitaji kutabiliwa mema, hata kama kuna mabaya mbele yake, hata kama kuna shida mbele yake, yeye anahitaji atabiliwe mema, anahitaji atabiliwe mema. Anamchukia, anamchukia aliyekisema kile ambacho Mungu amemwagiza, na bila kujua ya kuwa anamchukia Mungu aliyemwagiza. Wenyewe si wameita mtu wa Bwana, waulize kwa Bwana? Maana yake wale manabii wake ilikuwa hawana Bwana, hawana Mungu. Sasa kwa sababu tunasoma hapo neno la Mungu ya kwamba manabii wote walimtabilia mema, lakini bado anataka aulize kwa Bwana. Maana yake Bwana waliyekuwa na mwabudu siye Bwana wa mbingu na nchi ambaye ndio alikuwa anamtumikia Mikaya. Sasa badala ya kusikiliza neno la Bwana wao, wanataka ya kwao. Na ndivyo ilivyo leo kwa Kristo wengi, badala ya kusikia nini Mungu anasema kwa ajili ya maisha yao, wanataka Mungu aseme kile wanachokiwaza wao, waseme kile ambacho anakiona yeye, anachokitaka yeye. Lakini Mungu ana la kwake. Sasa imajini mbele ya Ahabu kuna tali mbaya, akisema aenda akapigane vita, kuna kuuawa, kuna kufa kule, lakini yeye anataka atabidiwe kwamba atapona au atafanikiwa, kwa sababu tayari alishaandikiwa kwamba kuna kifo kule. Bwana Yesu asiwe sana, kuna kifo kule. Sasa na ndivyo ilivyo kwa wakristo wengi leo, wakristo wengi leo, wao wanataka kusikia mema tu yakitajwa na, na, na, na kiwalisia hakuna mema yaliyoko mbele yao kulingana na wanayoyafanya. Sasa uwezekani wewe unafanya vitu vya ovyo halafu wewe utabiriwe mema? Angalia huyu Ahabu, ameshamwacha Mungu saa nyingi, saa nyingi yuko mbali na Mungu, Mungu hayuko naye tena, anafata miungu mingine ya Baali huko, lakini bado anataka mema kutoka kwa Mungu, anataka mema kutoka kwa Mungu. Hayo mema anatoka wapi?